Nam, asante sana kwa kuchagua taarifa zetu. Na jioni ya leo, taarifa yetu kuu ni kuhusu Tanzania, kwani makundi ya kimataifa ya mawakili sasa naitaka mahakama ya ICC kufanya uchunguzi huru kuhusiana na ghasia na mauaji yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi mkuu nchini humo. Mashirika hayo yakiongozwa na chama cha mawakili cha Madrid nchini Hispania yanaripoti dhulma na mauaji yaliyofanywa na serikali ya Tanzania. Haya najiri huku serikali ya Tanzania ikifutilia mbali sherehe ya siku

Takriban mwezi mmoja baada ya uchaguzi tata na kutangazwa kwa Samia Suluhu kama mshindi, joto la uchaguzi huo sasa linaelekea katika mahakama ya ICC. Chama cha wanasheria wa Madrid, taasisi ya haki za kibinadamu, chama cha wanasheria duniani na makundi ya utetezi wa haki za kibinadamu wameiomba ICC huko the Hague kufungua uchunguzi rasmi kuhusu matukio nchini Tanzania kabla na baada ya uchaguzi. Kwa mujibu wa ombi hilo, vikosi vya usalama vya Tanzania vimewaua maelfu ya raia, kuwatishia mamia kwa kuwateka na kuwapoteza, kuwatesa maelfu kama mahabusu, kufanya ukatili wa kingono dhidi ya wafungwa, kuwafukuza kwa nguvu makumi ya elfu ya wamasai wenye asili na ukandamizaji. Mlalamishi, wakili Juan Carlos Gutierrez, anayewakilisha waathiriwa, anasema Rais Samia Suluhu Hassan kama amiri jeshi mkuu ndiye anayewajibika kwa uhalifu huo. Serikali ya Rais Suluhu vilevile imekashifiwa na kamati ya seneti la Amerika kuhusu mashauri ya kigeni. Kamati hiyo inataka uchunguzi wa haraka kuhusu mauaji ya wananchi na vyombo vya usalama nchini huo kufanywa. Wakati huo huo, serikali ya Tanzania imefutilia mbali sherehe za siku ya uhuru. Hakutakuwa na sherehe za kuadhimisha hiyo Disemba usu na gharama ya fenda kijiji chao. Vilevile, serikali imeanza kuwaachilia baadhi ya watu zaidi ya mia tatu waliokamatwa na kushtakiwa kwa uhaini wakati wa uchaguzi. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Naam, karibu tena mtazamaji, na hapa ni ndani ya Nairobi X TV na wengi wanajiuliza kwa nini Museveni aliweza kuhudhuria mkutano ambao ulikuwa umeandaliwa pale Tanzania baada ya kualikwa na mama Samia Suluhu. Karibu tena na subscribe ili uweze kupata taarifa zetu moja kwa moja. Naam, tukiendelea, mnakumbuka ya kwamba mama Samia Suluhu, kile ambacho kilifanyika pale Tanzania ndicho tu bado kimeweza kufanyika kule maeneo ya Uganda. Kumbuka mama Samia Suluhu, wakati ambao uchaguzi mkuu tarehe 29 pale Oktoba mwaka uliopita mwaka 2025, kuna baadhi ya mambo ambayo aliweza kuyafanya pale Tanzania ambayo, uh, mataifa ya Afrika hayakufurahia na yale ya uko ng'ambo pia hayakufurahia, kwa sababu kuzimwa kwa internet, watu kuuliwa hilo ni jambo ambalo lilihuzunisha wengi hata wa leo. Kuna baadhi ya watu ambao hawajapata wapenzi wopin wao na wapendwa wao. Uh, jana amemkaribisha kiongozi wa kule Tanzania Museveni, um, ambao wengi wanamuita M7. Kumbuka juzi tu amechaguliwa mwezi uliopita pale na baadhi ya vitu zimefanyika pale Uganda, ni baadhi ya vitu zilifanyika pale Tanzania. Kumaanisha Mama Samia Suluhu na Museveni wanafanya kazi kikimoja na wanawasiliana katika mambo yao ya kufanya mambo yawe kisiri. Kumbuka kuna siri kubwa ambayo aliweza kutokea kwamba mama Samia Suluhu, wale ambao walikuwa wanaua watu, askari walikuwa wametoka kule Tanzania, uh, Uganda, kumradi kule Uganda, kwa sababu watu wa Uganda hawangetumika, ndio zile bunduki, iwapo e, ICC mahakama ya juu itakuja kufanya uchunguzi, isipate uh, ule ukweli wa mambo ambayo aliweza kufanyika sasa hivi bwezi watazamaji, jana Museveni alikuwa kule Tanzania katika maridhiano hayo yote ya kuzungumzia baadhi ya vitu ambazo amba ama, umaarifa umaarifa na pia kuleta uh, umoja kati ya mataifa hayo mawili ama kuleta amani kati ya mataifa hayo mawili hatukusikia mmoja wao akiongelelea baadhi ya watu ambao walipoteza maisha yao. Hatukusikia mtu yeyote kati ya Museveni kati ya uh, mama Samia Suluhu akiongea ama akiyazungumzia baadhi ya watu ambao waliweza kupoteza maisha yao, kwa sababu wao wenyewe wanajua kwamba waliyatekeleza yale, na iwapo leo hii wale wananchi wao watajua kwamba kile ambacho kilifanyika, ina maana kwamba watovurusho wataweka maandamano na mambo itakuwa mbaya. Hebu tu, tuulizane maswali hapa, penzi utazamaji, kwamba Museveni kutoka kule Uganda, mahali ambapo hata amefunga ule opponent, ama mpinzani wake mkubwa ambaye alikuwa daktari wake wa kitambo Besigye, tena Bobby Wine hawezi akatokea hata kwa njia, kwa sababu Museveni na mtoto wake Muhozi wataweza kumshika na kumuua. Kumbuka ulisikia mtoto wake ambaye ni KDF boss pale Uganda, akisema kwamba nikimshika ni uh, yule Bobi Wine nitamtoa zile, eh, kuna baadhi ya parts za kisiri pale, sehemu nyeti pale. Haya ndo watu ambao mnasema kwamba wanaleta amani katika mataifa hayo mawili haliwezekani kwa sababu Museveni anawacha kwake kama kuna waka moto anarudi tena Tanzania ambapo bado moto unazidi kuwaka. Ni wakati wa mataifa haya mawili yajue, wananchi wake wajue kwamba ni wakati wa kusimama kidete, kupigania nchi yenu, kupigania taifa lenu, kwa sababu hawa wawili wanafanya kwa kazi kwa kimoja na kufanya kazi kwa kwa kimoja, sio kutekeleza masuala ya mwananchi wa kawaida. Yao ni wao, wa, wa ni kupanga vile watazidi ku, kuimarisha uongozi wao na kuzidi eh, kujua ni vipi watazidi kuongoza. Hawako pale kwa sababu ya mwananchi wa kawaida, na haya ndio mambo ambayo yanamtia shaka mama Samia Suluhu kwa sababu wanajua Tanzania washaamka, wana, wanaona, wanasikia vizuri, wanajua uh, sheria ni inasema vipi, wanajua freedom yao ni gani. Kwa hiyo wapenzi watazamaji, tutazidi kufuatilia mengi na tutazidi kuingilia ndani kwa undani sana, tujue ni kitu gani haswa Samia Suluhu alikuwa wamekuja kuzungumza na rais wa Uganda ambaye ni Museveni. Kwa hiyo make sure at least una unasubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu, pia unaweza ukajoin membership team Huweze kukuwa moja wetu hapa, wewe zidi kufuatilia Nairobi TV tutazidi kukuletea mengi.